Na shule hizi kwa kanisa hapa mkoani Kagera zimejenga shule za Kolping, Kolping St Joseph, Hekima Girls, Bishop Siza pamoja na vio vya afya vya Mugana na Rubia. Lakini pia kanisa limeshirikiana na serikali kutoa huduma za afya kupitia hospitali mbalimbali na kuwanufaisha Wanakagera, ikiwemo hospitali ya Kagondo kule Mleba, Rubia kule Mleba, Kashozi Bukoba vijijini na Mugana iliyoko Misenyi. Kanisa pia limetoa mchango mkubwa katika kuleta amani, umoja na mshikamano katika jamii kupitia mafundisho ya kiroho na kuheshimu tamaduni na mila za jamii. Huu ni mchango mkubwa katika kujenga mifumo imara ya kijamii, na kwa hiyo tunawashukuru kwa jitihada hizi za kusaidia maendeleo ya ustawi wa taifa letu. Jitihada hizi zinazofanywa na kanisa Katoliki sisi upande wa serikali tunazichukua na kuziona kuwa ni kuunga mkono jitihada za serikali zetu katika awamu zote kutoka awamu ya kwanza hadi hii ya awamu ya sita. Mwashamu Baba Skofu Mzigilo ambaye ni makamu wa rais na Baraza ya Maskofu Tanzania, waamini wote na wote ambao mko hapa, serikali ya awamu ya sita imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa na kuimarisha utoaji huduma za jamii kwa kusogeza huduma hizo karibu na wananchi na kuboresha upatikanaji wa huduma upatikanaji wa huduma hizo, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameeleza vizuri hapa na sikusudii kuyarudia.